Yes, pop the balloon ndani ya Big Bongo TV tunaendelea. Kuna singa gao mwingine hapa, na yeye anataka kuja kuona je Mwenyezi Mungu huyu mtu wake kamleta hapa leo hii yupo na yeye ni huyu hapa, karibu sana. Mambo vipi? Poa, mzima. Mzima. Majina yako tafadhali umri. Uh, kwa majina niitwa Mariam Wali. Mbagala na sehemu na ambayo unatoka? Mariam. Ekihei hey, mamu uwe ndo mwembo na Meja Kunta mm, ndo mamu wewe kimamu hey! <laughs> sawa mamu, wewe unapenda mwanaume wa aina gani? Uh, oo napenda mwanaume ambaye cha kwanza anajiamini, na, na... sitaki kusema labda sifa nyingi, lakini tu awe na mchamungu, awe mchamungu mm. Sawa, we unafanya kitu gani? Mimi nauza juisi ok. Um, taratibu za hapa ndani unazifahamu? Lakini yeah. mtu akiwa amepasua puto hii inamaanisha kwamba hakukuelewa wala hajawa haja, haja na maana nyingine tofauti na hiyo, and kama mtu angekuwa na puto ama mtu akishikilia puto ina maana akakuelewa. Ndiyo. Mimi nataka tuanze kuwauliza maswali hawa ambao amepasua puto sasa hivi, naomba nifuate. Je, mambo vipi? kama kawaida, uko poa? Kopoa kabisa. majina yako, umri na sehemu unayotoka Lazaro na miaka ishirini na mbili. Razaro, unafanya shughuli gani? Mimi mfanya biashara. unafanyia biashara zako huko huko? Ndio, ndio. Sawa Razaro, kwa nini umepasua puto letu? Mpasua puto kwa jinsi, sijamwelewa kwa vigezo vile ninavyovitaka mimi. Sawa uh, wa unapenda mwanamke wa aina gani? Ni mweupe. Sawa, lakini bado sijamwelewa ni mnene sana Okay, ukuaongea ta sauti, uh, mwaupe ni, ni mweupe lakini ni mnene sana. Mmemsikia? Mmemsikia. Una swali lolote la kumwambia? Una uh, swali lolote la kumwambia sina. Una swala lolote la kumwambia, sio? Basi twende hapa. Mambo vipi? Poa. Uko poa? Niko poa. Majina, umri na simu unatoka? Naitwa Beni mkazi wa Gongo la Mboto, mm -hmm. na miaka arobaini Ben, una miaka arobaini, mkazi wa Gongo la Mboto. Ndio. Kwa nini umepasua puto? Nimepasua puto kwa sababu sikumwelewa kwa sababu ni kweli ni mzuri sana tena ni mrembo ila sikumwelewa. Hujamwelewa? Ben, bwana hajakuelewa. Sawa, hata mimi mwenyewe sijamwelewa kwa sababu yeye mwenyewe ana umri mkubwa. Okay, kabisa. Okay. Kwa sababu ya umri na wewe umesema? Hapana. Hapana hapa. Mambo vipi? Poa. uko poa? Yeah, niko fresh kabisa. majina yako? Kana David, miaka ishirini na saba, Ilala natokea. Sawa Kana, kwa nini umepasua puto letu? kabla ya kutaja sababu, si Kana kwamba ni mbaya, ana sifa zote, lakini tu kwangu mimi sio vitu vyangu. Umemwelewa? Umemwelewa. na wewe unasemaje? Mimi cha kusema hapo labda tu, hata mimi mwenyewe pia, hata kama twende. Hapa mambo vipi? Poa nambe, poa. uko poa? Yeah. majina yako, unapotoka na umri wako? Naitwa Samiri Gani na miaka ishirini na tano natokea Gamboni. Twa ngoma, Samiri, kwani umepasua puto letu? Jinsi alivyo, sijamwelewa. Ana mwili mnene na miso, mambo yangu Okay. Mbona hivyo? Hapana. <laughs> ntiamahivyoiku emwelewaaasijawlwakabisa ana chochotetdok okay. Mimi sina chakuongea hapo, turudi hivi hivi kwa wewe, unavoona umevunjika moyo labda au imekufanya kujisikia vibaya hapaa? mm -hmm. Mimi kwa ninavyoona sijavunjika moyo mm -hmm, kwa sababu hata hivyo hapa, mna chaguo langu ndio cha kwanza, alafu na nitaendelea kumpa Mwenyezi Mungu na nitakuja hapa, nitaendelea kuja mpaka nitakayempata yupo sahihi, ambaye na mimi naona yupo sawa kwangu, atakayenipenda na mimi nitakayempenda. Sawa bwana, na mimi nikuruhusu na niseme kwamba tunakukaribisha sana mpaka pale utakapopata mtu ambaye sahihi kabisa katika maisha yako. Asante, shukrani sana, asante. Haya. Yes, tunaona episode ya 18 ilivyokuwa episode dume. Jamani, kapu hazitembei, kapu hazitoki, na hii ni kwa sababu watu bado, wale ambao wenye kuridhiana kwa dhati hawajapatikana hapa ndani. Mimi bado sijamalizia hapa, wala huu sio mwisho. Mimi nataka nimkaribishe na mtu mwingine. Ni episode ya 18 ndani ya Big Bongo TV, hiki ni kipindi cha mapenzi.